nimesoma kwamba mtu wa kawaida huzungumza takriban sentensi elfu kumi na mbili kila siku zikiwa na maneno kama elfu hamsini sawa kama hayo yangechapishwa ungeweza kutoa toleo la kitabu cha kurasa laini lenye kurasa kama 150 kila siku lazima nikuambie mwishoni mwa siku nashuku kama yeyote kati yetu atataka kukaa chini na kusoma mengi ya yale tuliyosema na pengine tulisema mengi sana Mtu fulani aliwahi kuandika, inamchukua mtoto kama miaka miwili kujifunza kuzungumza na kisha kama miaka 50 kujifunza jinsi ya kukaa kimya. Sawa, wacha niseme hivi, hotuba ni mojawapo ya zawadi kubwa zaidi ambazo Mungu amewahi kumpa mwanadamu. Tunachohitaji ni kukabidhi kile tunachosema kwa udhibiti wake. Sasa tunapofika leo kwenye Zaburi sura ya 39, Kichwa cha Zaburi hii hapa kinasema tu kwa Jeduthuni. Alikuwa mmoja wa watu ambao Daudi aliwateua katika moja Mambo ya Nyakati 16 mstari wa 41 na moja. Kwa kweli maandiko hayo yanatuambia aliteuliwa kutoa shukrani kwa Bwana. Fikiria, hiyo ndiyo maelezo ya kazi yake, kumkumbusha mfalme na watu kwamba Mungu anapaswa kusifiwa. Sasa sijui jinsi hiyo ilivyofanya kazi Labda asubuhi wakati Daudi ananyoa, anajitokeza kumkumbusha, msifu Mungu kwa siku hii mpya. Au labda wakati Daudi anafika kwenye ikulu, labda katika mikutano, siku nzima angewakumbusha wote kwamba hata kama wanakabiliwa na changamoto na wana mahitaji, wanahitaji kumshukuru Bwana. Fikiria kazi yako, ajira yako ilikuwa kumshukuru Bwana. Kweli yetu ni vile vile, sivyo? Tunapaswa kufurahi daima. Ukweli ni kwamba hatutumii daima maneno yetu kwa njia hiyo, sivyo? Sawa, Daudi anatupa miongozo hapa. Katika mstari wa kwanza, anasema "Nitalinda njia zangu ili nisitende dhambi kwa ulimi wangu." Anakiri hapa chini katika mstari wa tatu, moyo wangu ukawa moto ndani yangu, nilipofikiri moto ukawaka, kisha nikazungumza kwa ulimi wangu. Tafsiri moja inaweka hivi, kadri nilivyofikiria zaidi ndivyo nilivyokuwa moto zaidi, nikawasha moto wa maneno. Kweli wewe na mimi tunajua hasa maana ya hilo, na wewe na mimi tunajua hasa kile Daudi anazungumzia hapa. Licha ya jitihada zake bora, akuweza tu kuzuia ulimi wake tena. Sasa wasomi wa Biblia wanaamini muktadha wa kauli hii hapa ni hasira ya Daudi juu ya maadui wasioaminifu ndani ya ufalme wake. Lakini licha ya muktadha huu, Daudi anaomba mtazamo sahihi. Inasikika kama kitabu cha Yakobo, kama vile Daudi anavyoandika hapa katika mstari wa nne: Bwana nikumbushe jinsi muda wangu duniani ulivyo mfupi, nikumbushe kwamba siku zangu zimehesabiwa, jinsi maisha yangu yalivyo mafupi. Hiyo inasikika kama Yakobo katika barua yake, ambapo anaita maisha mvuke, mvuke unaotoweka haraka. Inanikumbusha shairi dogo nililojifunza miaka iliyopita ambalo linaenda hivi: nilipokuwa mtoto nilicheka na kulia, muda ulitembea polepole. Nilipokuwa mtu mzima, muda ulikimbia. Nilipokuwa mzee zaidi, nilikuwa kila siku, muda uliruka. Daudi anasema hapa, kwa kuzingatia jinsi maisha yalivyo mafupi, yanapita haraka, na kwa kuzingatia jinsi Mungu alivyo mwema, kwa kweli sitapoteza muda wangu sitapoteza nguvu zangu kwa kupiga kelele kwa hasira kali kwa maadui wangu wote nikitumaini watabadilika. Hapana, anaandika hapa katika mstari wa saba e Bwana, ninangoja nini? Tumaini langu liko kwako. Sasa katika zaburi inayofuata, Zaburi sura ya 40, Daudi anageukia kumsifu Mungu kwa nguvu zake. tunaambiwa hapa kichwa kwamba Zaburi hii ya Daudi ilitolewa kwa, nukuu, kiongozi wa kwaya, mwisho wa nukuu. Sasa hii ni kazi nyingine ya kuvutia. Kazi ya Yeduthuni ilikuwa kumshukuru wana daima. Kazi ya kiongozi wa kwaya ilikuwa kuweka zaburi hizi hapa kwenye muziki. Unajua, anaweza kumfikiria Daudi akiandika maneno haya ya nyimbo, na kisha akitembea kuelekea hema ambapo mkurugenzi wa kwaya angeweza kuwa na ofisi. Ninawaza Daudi na kiongozi huyo wa kwaya wakijadili maneno haya, labda wakiamua kama itakuwa katika ufunguo mkubwa au mdogo. Daudi angeweza kueleza kile alichokuwa akifikiria na hisia zake za ndani. Naweza kufikiria mazungumzo haya yalikuwa ya kipekee sana. Hizi zilikuwa nyakati takatifu. Hiyo ni kwa sababu wote wawili walielewa wanashirikiana wanashirikiana katika mkusanyiko huu unaokuwa wa nyimbo za sifa ambazo zitawaongoza watu kumtumaini, kumsifu na kumimina mioyo yao kwa Mungu wa kweli na aliye hai. Basi Daudi anamkabidhi mkurugenzi wa kwaya maandishi haya na kusema, nataka uweke haya kwenye muziki, nataka tuimbe hivi karibuni. Basi wimbo huu maalum hapa unaanza katika mstari wa kwanza na ushuhuda wa kibinafsi. Daudi anaandika nilingoja Bwana kwa subira. Alinielekea akasikia kilio changu. Alinitoa kutoka kwenye shimo la uharibifu nje ya tope la matope. Na akaweka miguu yangu juu ya mwamba, akifanya hatua zangu ziwe salama. Aliweka wimbo mpya kinywani mwangu, wimbo wa sifa kwa Mungu wetu anaandika hapa katika mstari wa tano umezidisha, E Bwana Mungu wangu, matendo yako ya ajabu na mawazo yako kwetu. Hakuna anayeweza kulinganishwa na wewe. Nitatangaza na kusimulia juu yao, lakini ni mengi zaidi kuliko yanayoweza kusimuliwa. Kwa maneno mengine, Daudi anasema hapa, hakuna mistari ya kutosha katika katika kitabu hiki cha Zaburi, kwa kweli, katika zaburi hii kufunika wema wote na uaminifu wa Mungu lakini vema, kwa nini tusiimbe? Tuimbe kuhusu baadhi yao. katika mstari wa tisa Daudi anasema hebu tushirikishe kusanyiko lote la Israeli katika kuimba hapa chini. katika mstari wa kumi anasema vema, tuhakikishe kwamba wimbo huu unawakumbusha kusanyiko kwamba Mungu ni mwaminifu. kwa njia, unafanya nini leo unapokusanyika kanisani na kuimba na kusanyiko Je, hujijikumbusha wewe mwenyewe na kusanyiko hilo kubwa kuhusu wema na uaminifu wa, wa Mungu? Lazima nikuambie hakuna kitu kinachofanana na hicho, hakuna kinachonitia moyo zaidi kwangu. Sasa kwa hayo tunasonga hapa kwenye Zaburi sura ya arobaini na moja. Nataka kukuambia hii ni zaburi ya mwisho katika sehemu ya kwanza ya kitabu cha Zaburi. Ah, kitabu cha cha Zaburi Zaburi kiliandikwa kwa kipindi kirefu cha muda Tunajua kwamba Daudi aliandika nusu ya hizo. Mtu kwa jina la Asafu aliandika baadhi ya hizo pia. Tunajua kwamba Musa aliandika moja ya hizo miaka mia tano mapema, ile zaburi maarufu ya tisini ambapo tunaambiwa katika mstari wa 12 uhesabu siku zetu ili tuweze kumtolea Mungu moyo wa hekima. Kwa njia huo, mstari maarufu ni mstari muhimu ambao tumeuchukua kwa ajili ya huduma yetu hapa Wisdom International Nap. Na programu hii maalum inayoitwa Safari ya Hekima. Ah, tunataka kukuza moyo wa hekima ambao unaweza tu kuja kupitia neno la Mungu. Sasa hizi zaburi awali zilikusanywa katika vitabu vitano vimeunganishwa kwetu katika Biblia zetu leo katika katika kitabu kimoja. Ah, awali kila moja ya vitabu au sehemu hizi tano, wasomi wengi wanaamini zilikusanywa na Ezra. Kwa mtindo huo zote zinaishia na doktologi. Sasa tunapofika mwisho wa kitabu cha kwanza hapa katika Zaburi 41, ambapo Daudi anaendelea na mada ya sifa na imani, unayo katika mstari wa mwisho, mstari wa kumi na tatu, doktologi hii ku ku, hapa ipo: abarikiwe Bwana Mungu wa Israeli tangu milele hadi milele. Amina na Amina. Kweli hiyo ni Amina mara mbili hapa, kuna mtu anafurahia kweli. Neno la Kiebrania amina linamaanisha ukweli. Daudi anasema kweli, huu ni ukweli, na sio tu kweli, ni kweli mara mbili. Bwana anastahili sifa milele na milele. Aa, hiyo ni kweli, hiyo ni kweli mara mbili, amina na amina. Wapendwa, ikiwa utazungumza maneno elfu hamsini leo hakikisha unatoa baadhi yao kwa utukufu wa Mungu. Tafuta sababu ya kumsifu Bwana, kitu kikubwa, labda wokovu wako, labda kitu kidogo kama vile jinsi mawingu yalivyokuwa mazuri angani asubuhi hii. Unajua, huenda isiwe kazi yetu, taaluma yetu, usema kutoa shukrani. Huenda isiwe kazi yetu kuandika muziki kwa ajili ya Bwana lakini ni furaha yetu, ni kazi yetu kutoa shukrani, kuimba sifa kwa Mungu leo. Kwa hivyo kama Daudi, tuyalinde midomo yetu, tuchague maneno yetu kwa uangalifu. Kuna sala ya zamani kutoka kusini ya Marekani ambayo ni nzuri kurudia mara kwa mara, inasema hivi: Bwana, jaza kinywa changu na vitu vya maana na yunisukume